Yes, karibuni tena wapenzi watazamaji wa Maisha ya Urusi. Hii ni sehemu nyingine tena, nimekuja kwenye park moja hapa e, na kama nilivyowaambia kwenye video iliyopita, sasa hivi bwana, ndio tunafunga, tunafunga msimu wa sama na tunaenda, tunaenda kwenye msimu wa baridi kwa maana ya winter. kwa hiyo sasa mimi mwenyewe leo nilikuwa najiuliza, je, nikaa anunue nika makoti wapi? E, nitafute e, na mabuti nitafute na socks nzuri na gloves, kwa sababu winter ya Moscow hapa huwa ina balaa lake zito sana. Unaona, kwa mfano kama mti huu hapa huu e, mti bana umeshapukutisha matawi yote kabisa. Ah, sorry sio sio kupukutisha yamepukutika baadhi, lakini mengine bado yapo. Lakini yote haya, muda si mrefu, yataondoka na huu mti utabaki mkavu, yani kama vile ume umekauka. Mm, na sio huo peke yake, kuna hiyo huku mingine. Unaona huku chini bwana, ni miti inakauka kwa design hii hapo, kama hivyo mana barabarani. Lakini uzuri ni kwamba kila siku asubuhi kuna magari huwa yanapita yanafanya usafi yanasafisha hizi njia zote za kwenye hizi parks. Kuna hilo bwawa hapo, baadaye nitakuja niwazungumzie, lakini sasa hivi nataka niwaonyeshe hali halisi. Nakumbuka wakati tunaanza chaneli hii niliwaambia kwamba eh, video zote ambazo tutakuwa tuna rekodi tunaposti tuna posti hapa tutakuwa hatuzifanyii editing, yani hatutafuti yale maeneo maalum si so utakua tuwaonyeshe maisha halisi ambayo tunaishi, eh, hapa Urusi. Na of course, video zote ambazo mimi nachukua kwa sasa hivi, uh, zinatokea hapa Moscow, kwenye mji wa Moscow. Naona miti jamani, Yaani ukishaona hivi, yani wewe kama ni mkazi wa Urusi ukishaona hivi, yani miti imekuwa hivyo, ujue tu tayari hapa winter hii hapa yani ujue tayari winter iko hapa mlangoni. Na kitu kingine ambacho ni very interesting ni tamaduni. Kwenye video zangu nyingi ambazo nimerekodi mmeangalia, ni mara nyingi kipishana na mtu amebeba mtoto hawabebi mikononi. Sasa kuna bwana mmoja aliwahi kuniambia kwamba hii ni sheria, yaani unapokuwa na, na mtoto mm -hmm. unatakiwa ununue hiki kibaiskeli cha dizaina hii o huo, unambebea mtoto sehemu yote unapokwenda, labda kama ikitokea kama huyo hapa, labda ikitokea ikitokea kama labda unakaa unataka kumnyonyesha labda ndo <laughs> unaweza uka, ukambeba uka mikononi lakini barabarani sijawahi kuona toka nimekaa Urusi miaka yangu yote, sijawahi kuona mtu anabeba mkono mtoto mikononi mtoto mikononi miko anatembea naye, sijawahi kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni sheria mojawapo ambao ni very amazing, na of course nafurahisha sometimes. Na hebu kidogo tuzungumzie hii bwawa hapa tuzungumzie hili bwawa hapa. Hili bwawa bwana ni very interesting. Very interesting, interesting. Naona, naoneaga huruma sana hawa bata, hawa ikifika msimu wa, wa baridi, kwa sababu huku pote mnapoona huku matawi yameshuka kama hivi, yani miti inadondosha matawi. Huu sijui ni mti aina gani, kuna aina ya miti ambayo huwa haikauki yenyewe, hata hata ikifika kipindi cha winter unakuta iko vile vile. Aonatena ule pale mwingine ule pale, haujabadili hauja rangi ya matawi, lakini ndio miti ambayo ina uwezo wa kuvumilia baridi kali. Lakini miti mingine kama hii hii tayari, kama mnavyoona, imeshabadilika rangi kote kule, yani kumeshabadilika rangi kote kule, unaona. Maana yake miti ipo kwenye stage ya kukauka lakini sasa inakuwa yani, ukifika kipindi cha winter, ukiangalia mti unaona umesimama mkavu, unaweza kufikiri umekauka kabisa, kwamba huwa hautawezi tena ukaendelea kuishi. Lakini cha ajabu ni kwamba pamoja na kuwa hivyo, ule mti kipindi cha winter tu kikiisha pale, tukaanza kupata pata mvua kidogo e, joto likaja kidogo, ile miti yote inastawi, unaanza kuona kijani kimerudi tena. E, kwa hiyo hicho ni kitu cha ajabu ambacho hata mimi mwenyewe kwa kina ninanishangaza sana. Kwa hiyo jamani, sasa huu ili bwawa ambayo mnaliona hapa, hili bwawa ni kubwa sana na ni bwawa ambalo limejengelewa vizuri kabisa, hivi limezungushiwa pote hivi. Sasa ikishafika kipindi cha winter. Winter ikashika hatamu kabisa, yani winter ikakolea hapa pote, huwa kuna ganda, kunakuwa flat, yani ukianzia hapa hivi kwa hii sehemu ambapo ipo hapa unavyoona hapo kuna kilea fulani cha maji hapa hiki hapa hivi, mmekiona? Kuna kidistance kutoka hapa juu kwenda hapo kwenye maji, na kuna kidistance kingine kutoka hapa kuja hapa hivi. Sasa barafu huwa linaanzia mpaka kwenye hizi kingo hizi, hizi kingo zinawashwa, zinakuwa zinawaka kuashiria kwamba hii sehemu hii ni sehemu ya bwawa. Hizi kingo ziko sehemu zote, zimepangwa kuzunguka hii sehemu kama mnavyoona kote kule. Kwa hiyo hapo huwa inakuwa ina flat surface na pale ikishafikia kama mwezi wa Januari, ndo winter huwa inakuwa imechangamka vizuri zaidi. Kinachofuata kinachofuata hapo kinacho hapo sasa, baada ya kuwa imekauka vizuri kabisa hii sehemu hapa, watu wanakuja kucheza, wanaanza sasa kufanya michezo ile ambayo wanafanya e, kwenye mabarafu ni kama vile hockey Ndo michezo ambayo huwa wanakuja kuifanya sehemu kama hizi hapa. Ningewaonyesheni video zangu ambazo nimefanya kwenye channel zingine, lakini uh, YouTube algorithm hazitaji kufanya kitu kama hicho, otherwise tutapigwa ban hata kabla channel yetu haijawa matured. Kwa hiyo kwa sababu tunataka channel yetu iwe matured, tunaleta content mpya, content nzuri eh, na ya uhalisia. Yani hapo unapata kitu natural, unaona kule palivyo pazuri kule. Eh, sasa kule na penyewe tutatupia video nyingine hapa Tutapigia video nyingine ambayo nitawaelezea tawa vizuri kabisa. Naona watu wanatembea kwenye parki tu, maisha ya kizungu kitourist. E, kitourist. Watu wanapiga live. Kama unataka kofi kuna duka pale. Ndani yote hii kuna sehemu nyingi sana ambazo zina maduka. Kuna sehemu kama hizi hapa, sehemu nzuri kabisa, mtu mtokea juu huku paka unakuja kuingia kwenye maji huku matawi yake haya kwa jamani, ni mambo mazuri sana ambayo yanakuja kwenye channel yetu hii hapa ya moto moto, maisha ya Urusi, na mimi hapa Drake MC nimekuahidi nitakuletea mambo mazuri mazuri mazuri sana. Ninachokuomba tu niunge mkono, subscribe like, lakini pia napendezwa sana kuona comments zenu. Kuna bwana amecomment kuhusiana na je, kama unaweza ukapata mke wa Kirusi. Hilo swali bwana, nitakuja nikujibu kwenye video moja ambayo ni very interesting ajili eh, yako nitakuelezea ya, lakini pia nitawaonyesheni kitu kingine ambacho uh, ni very interesting kinahusiana na haya ya, ya ya ya sana, sana. Karibuni sana kwenye video zenu. Nakumbushe kwamba ninawapenda sana na Mungu akipenda tukutane kwenye video nyingine.